Nataka tujiulize maswali yenye akili, sio? Tunapewa habari za kushikiliwa akili na tunazikubali. Vita ya Iran na Israel ilianza kama vita, sasa mbona inaisha kama igizo? Hili ni igizo, kwa sababu Marekani alishambulia Iran kiigizo. Natakuja kukupa hilo igizo kwenye video inayofuata. Nataka tudiskasi hili igizo la ceasefire, kusimamisha ma mapambano kati ya Iran na Israel iliyotangazwa na Donald Trump saa nne ya usiku Iran alishambulia Qatar kwenye base kubwa kabisa ya kijeshi ya Marekani. Kabla ya hapo, mnakumbuka kabisa Trump alitangaza kwamba ameshaishambulia Iran, ameshafanya kazi aliyotumwa na Israeli, ameondoka na kama kutakuwa la ziada kwa kuwepo la ziada atarudi la ziada. Manake kama Iran angelipiza Iran kama mwanaume amelipiza cha kwanza. Tunachoambiwa eti kulikuwa na mawasiliano kati ya Iran la Marekani kwamba nitakushambulia. Sote kwa tunaangalia movie jamani. Movie tunajua ni maigizo. Nipige hapa mimi nitapangua hivi. Yaani you understand. Hivi kuna vita ambayo watu wanapeana taarifa kweli. Hii itakuwa ni vita ni maigizo. Kwa kama wanapigana kwa kupeana taarifa, basi wanaigiza. Mtu ataniuliza, wanamuigizia nani? Wanamuigizia bibi, wanamuigizia bibi Netanyahu. Kwa sababu Netanyahu alimesha uaminisha ulimwengu kwamba yani Israel ni taifa hatari kabisa katika uso wa dunia. Israeli haigusiki. Kumbe kiburi cha Israeli ni Marekani. Marekani ameshashindwa, yaani hili ni igizo kabisa. Wewe huwezi kuniambia eti Iran amepiga ame Katari akiwa ameshawasiliana na Katari na Marekani hasamoa i. Tuwe na akili, ndugu zanguni. Kunakwaga na vita ya kumtaarifa mwenzako kweli? Kwa vita au Israeli aliingia Iran pasipo taarifa na akaua viongozi wengi sana wa Iran, okay. Israel alimtaarifu Iran kwamba anakuja kuwaua viongozi wako? Yaani tuwe tunajiuliza maswali yenye akili, vitu vingine sio vya kushikiwa akili okay. Hiyo taarifa ya kusimamisha mapigano kati ya Iran na Israel. Iran wamekataa, wamesema wao hicho kitu hawakijui wao watadiscuss vivyao vyao. Yaani kinachoendelea ni maigizo na ni kwa nini maigizo? Kwa sababu mliowaamini wanaweza vita ta vita imesha washindwa tangia mwanzo wa hii vita. Enda kaangalie playlist yangu, niliwaambia magharibi ni simba wa kuchora ilianza kama vita wakajiamini wanaweza wana budget ya vita ndugu zangu nani aliyekuambia vita ni budget tu unaweza kuwa na budget lakini huna akili hivi unajua intercept moja ya Israel ni sasa na dola milioni moja wakati kombora linalotoka Iran kwenda Israel halizidi dola elfu ishirini yaani silaha ya dola elfu ishirini inatunguliwa na silaha ya dola milioni moja hapo kuna vita kweli Nataka tujiulize maswali yenye akili, ujue ni namna gani au mnaoamini walivyofeli. Alafu kuanzia sasa inabidi tujifunze hizi story ambazo tumelishwa na western media, sijui ma, ma Wikipedia, sijui manini, eti Israel aliwapiga Waarabu kwa siku sita. Six days war. Yaani kuna vitu sasa hivi tunabidi tuanze kuvi question uhalali wake. Kwa sababu angalia story ambayo inaandikwa sasa hivi. Trump anakuambia vita ya Israel na Iran imeisha, imepiganwa ndani ya siku kumi na mbili wameshaandika kabisa 12 days war. Hiyo imeenda hiyo ilianza kama vita inaisha kimaigizo. Kwa nini inaisha kimaigizo? Kwa sababu upande wa, wa kikeni umefeli. Yaani kila unachokipokea kwenye vyombo vya habari vya Magharibi jiulize maswali kwanza. Marekani yani, Irani ana mtaarifu Marekani anakuja kukupiga kweli? Irani ana mtaarifu Katari anakuja kukupiga kweli? Arudi nyuma kauli ya Trump ya kimafia ya ya kutisha kwamba na lolote litakalotokea the mighty military of America, yani, uh, yeah, yani makauli zote za kishujaa na sijua wewe Trump alizitaja na wabeshi wame, wamefanya walichokifanya. Niliwaambia nyie mnawaza vita ya kawaida Wairani wanawaza jihadi. By the way, hivi ikitokea kwamba Marekani ameamua kuiacha Israeli na Qatar, kwa mfano, wazichangie Iran. Wao nafikiri wanaweza. Israeli kuna population ya watu milioni tisa. Qatar kuna population ya watu sijui milioni 2.5. Yaani hawafiki hata robo ya population ya Iran ukikusanya Israeli na Qatar. Niliwaambia hii vita ikiisha, super power wa Middle East atajulikana. Mpaka sasa wamemjua superpower wa Middle East, kila ukubwa una majaribu. Niliwaambia nifuata rudi nyuma kwenye video zangu, niliwaambia kila ukubwa una majaribu. Iran ameshavuka majaribu. Irani ni military superpower, niko hapa kumtangaza rasmi. So bado anakiwasha Irani amchokoze Marekani, Irani amchokoze ampige Israel, Irani ampige Qatar. Kwa sababu kitendo cha Irani kutuma makombora Qatar, manake kamchokoza Marekani, kamchokoza na huyo chawa wake Qatar. Yani wako watatu, anashindwa kumvamia Iran. Yani tuongee logic, ziko nchi tatu sasa hivi zimeshindwa kuingia Iran zikafanya jambo lake, lengo lilikuwa ni regime change. Ukitaka kufuta mipango ya Iran badilisha uongozi. Walibadilisha uongozi Libya wakafanikiwa, wakabadilisha uongozi Iraq wakafanikiwa, wakabadilisha uongozi Syria wakafanikiwa. Hizo nchi na kutajia zote zilikuwa ni super power, ila sasa hivi zimekuwa zimeharibiwa zote. Kwa nafikiri Iran hawakujifunza huko magharibi, kwanzia sasa ni simba wa kuchora kila wanachokwambia, na wewe jiulize maswali yenye akili. Hijaribu kuingiza unachoambiwa na watu wa magharibi kwenye akili yako, inaingiaje akilini? Yaani wewe ulivyoingia kwangu kunipiga huku ni taarifu? Yaani mimi nikitaka kukupiga nikutaarifu? Hivi inaingia akilini kweli? Sasa hivi wako watatu: Qatar, Marekani na Israeli. Waishambulie basi wa, kama walivyoingia Libya kama walivyoingia kwa Saddam Hussein. Tunalitawala anga la Iran, tunaweza tukafanya jambo lolote. Mtafuteni Khamenei, mumalize Khamenei, vita inaisha. Mimi sio shabiki wa vita, ila tunaangalia ukweli. Lengo lao limefanikiwa, halijafanikiwa, ni swala ya kujiuliza. Lengo la Israel limefanikiwa? Projekti ya nyuklia inaendelea, na umesikia Medvedev alivyosema, huu ni muda wa Iran kupewa makombora, wakati yeye akiwa na mchakato wa kutengeneza ya kwake. Vita inamalizwa katika muktadha wa igizo na vita ilianza kama vita. Tafsiri yake magharibi hawajafikia malengo yao na hakuna uwezekano wa kufikia malengo yao, na kama wataendelea na hii vita watapotea zaidi. Hilo ndio jibu, if they gonna escalate they gonna lose everything. Huo ndio kweli. Yani kama unatoa max unapewa, yani hata kama wewe ni mtu wa magharibi sana, unataka utoe max, aliyeshinda hivi vita ni nani? Utaweka wapi? Rudia matamshi ya Donald Trump, angalia alichokifanya Iran, nipe jibu. Iran kupigwa hapewi taarifa, ila akitaka kuwapiga Marekani atoe taarifa inakuingia akilini? Vitu vingine embo, ongeza na akili yako alafu upate jibu. Iran amevunja makubaliano ya ceasefire kwa kuishambulia Israel. Trump anakasirika na kutukana, lakini Iran walisema wali tangu mwanzo kwamba hiyo ceasefire hawaikubali. Kwa nini Trump anatukana? Trump alivyoropoka mara ya kwanza kwamba ceasefire tayari, vita ya siku kumi na mbili ndio mwisho wake, Iran walijibu kujifast, wakasema hawakubaliani na hicho kitu, vita bado inaendelea. Iran wamepiga Israel, sijui amelipiza. Trump anaulizwa swali na kasirika, anatukana matusi. kama wanaweza, kwa nini wasijunge wasi, wote watatu wakamchangia wakammaliza huyo Iran ilianza? Kama vita inaisha kama igizo.